Ni kweli mtaji ni wa muhimu sana katika kuanza biashara, lakini kabla ya mtaji hakikisha kwamba unajua namna sahihi ya kuota ndoto, namna sahihi ya kuwa na malengo. Sikia ni kuambia, kuota ndoto kubwa ni bure, kupanga malengo ni bure, kuplani maisha yako ya baadaye ni bure, na hakuna kitu kibaya kwa kijana kama wewe kuwa mtu ambaye hujui unaelekea wapi hujui baada ya miaka mitatu minne mitano unataka nini? Haujakaa chini kuandika malengo yako na kubrainstorm. Kwa hiyo kabla ya mtaji, kwanza kaa chini, ishughulishe akili yako, ujue unakotaka kuelekea, ili huo mtaji ikiupata uutumie katika mambo sahihi. Watu wengi ambao wana mtaji lakini hawana malengo wala hawajui wanaelekea wapi, hao hizo hela zao huwa zina zinaishia sehemu ambako hata wenyewe hawajui zimeishia wapi. Kama ujumbe huu umekugusa basi, share na mtu mwingine, lakini usiache kucomment, lakini kulike na kusave na kuripost ujumbe huu. Millionaire Mentor Mr. Joseph bilionea Ndobandola hapa.